Mamia ya vijana miongoni mwao wanafunzi wa shule za upili wamepata nafasi ya kushiriki gumzo kuhusu uongozi na jinsi ya kuwawajibisha wanaoteuliwa katika nyadhifa mbalimbali serikalini. Baraza la Kitaifa la Vijana limetilia mkazo umuhimu wa uwakilishi rasmi wa vijana uongozini huku wanaharakati wa kidijitali ukishinikizwa, na kuhusu ukabila Gen Z hapa wameendelea kushikilia kauli kwamba hawana kabila na hawaegemei mrengo wote wa siasa. Wanachokitaka ni utawala bora. Every time ukiniona come with those questions. Kwa sababu leo niko na majibu kutoka kwa swala zima la uongozi na jinsi ya kuwashirikisha vijana kwenye masuala haya ya uongozi. Vijana hawa wamezungumza mengi kwenye siku ya kwanza ya tamasha hii ya siku tatu ya The People Dialogue. sinajibu majibu Kisao Runenga ya K24, katika bustani ya Uhuru, Nairobi.